Mia alikimbilia bafuni ambako alishuhudia mabadiliko zaidi ya mwili wake, na alipoinua shati lake alikuta kitovu chake kimepotea na miguu yake imejaa madoa meusi ya ajabu. Alivujika moyo na alidondoka chini hadi marafiki zake wanapomkuta na kujaribu kumsaidia. Waliaona madoa kwenye miguu yake lakini Mia alijifanya kana kwamba hakuna kilichotokea na kuambia wote warudi kwenye basi. Baada ya safari Mia alirudi nyumbani na alikutana na wazazi wake ambao tayari wanajua kuhusu safari hiyo na walitaka maelezo. Gabriela alimuomba binti yake aelezee lakini Michael tayari alishamchoka binti yake na alisema Mia apelekwe kwa mtaalamu wa saikolojia. Mia hakuzungumza chochote na alikwenda moja kwa moja chumbani kwake na kujifungia. Usiku wa manane alianza kuhisi maumivu makali kwenye miguu yake na aliamua kusinzia akiwa uchi sakafuni. Asubuhi ilipofika, Mia anaona magamba kadhaa yakiwa yameanguka sakafuni yakitoka kwenye miguu yake. Haraka sana aliyaficha chini ya kitanda na kuvaa suruali. Baada ya hapo alikwenda darasani ambapo mwalimu aliwaagiza wanafunzi wafungue samaki ili kuchunguza viungo vyake vya ndani, lakini kumbuka Mia na samaki mbichi ni kama mayi wetu, yani nguruwe, kwa hiyo alipata hamu ya kumla yule samaki lakini alijizuia kwa nguvu hadi somo lilipomalizika. Wanafunzi wengine walipoondoka, Mia alimkamata samaki huyo na kumla, lakini kwa bahati mbaya Sophie alimwona. Mia alimkaba shingoni na kumwonya kwamba endapo akisema kwa mtu yoyote atajuta. Kwa hasira, Mia aliangusha vitu vyote vilivyokuwepo mezani. Hakuelewa ni nini kinachoendelea kwenye mwili wake. baadaye Alikutana na Roberto ambaye alimuuliza kama anaendelea vizuri. Ilionekana uvumi kuhusu alama kwenye miguu ya Mia umeenea shuleni na kijana huyo alikuwa na hofu, huenda Mia alimwambukiza ugonjwa. Mia alikataa tuhuma hizo na kuondoka shuleni, ambapo alimkuta mama yake akimsubiri ya garini. Gabriela alipeleka kwa mtaalamu wa saikolojia na kumtaka Mia aeleze kinachomsumbua zaidi. Mia alieleza kwamba kuna mabadiliko kwa ya ajabu yanayotokea mwilini mwake, jambo linalomwogopesha kwa sababu ana hofu kuwa anabadilika kuwa mnyama wa ajabu. Anaamini huenda ni jambo la kurithi kutoka kwa familia yake halisi, ambayo anaamini ilimtelekeza akiwa mtoto mdogo. Mtaalamu alimwomba awe wazi zaidi, lakini Mia hataki kutoa maelezo zaidi na aliondoka kwa asira. Baadaye alimpigia simu Giana ili amtembelee kwa sababu anataka kuthibitisha kama wazazi wake wa sasa si wazazi wake wa kweli. Wili yao alianza kusaka nyaraka zozote zitakazothibitisha kama Mia ni adopted au la. Katika msako huo Giana alipata hati zilizoandikwa kwa Kifaransa na Mia alijaribu kuzitafsiri lakini ghafla Gabriela alipowasili alimwamuru Giana kuondoka na kumuuliza Mia alikuwa anatafuta nini. Mia alijibu kwamba hajawahi kuona picha ya mama yake akiwa mjamzito. Gabriela alimkemea binti yake kwa kuvamia vitu vyake bila ruhusa. Hiyo ilizidi kuleta mvutano mkubwa nyumbani. Siku ya harusi ya bosi wa Michael, walimwalika tena binti yao ajiunge nao, lakini Mia anakataa kwa mara nyingine. Ili kuepusha ugomvi zaidi, waliheshimu wa uamuzi wake na kumwacha nyumbani saa -sa chache -sa -sa baadaye. Mia alijaribu kujisahulisha kila kitu kwa kutazama televisheni, lakini alipata tena hamu kubwa na kumla samaki mwingine aliyekuwa kwenye akwari ya mbila kusita muda mfupi baadaye Alipokea ujumbe kutoka kwa Giana akimwalika kwenye sherehe usiku huo, na Mia alikubali. Akiwa kwenye sherehe hiyo alikunywa kupita kiasi, na wakati fulani anakosa nguvu na kuanguka chini, lakini kabla ya kupoteza fahamu, alimwona Giana akiwa na rafiki mmoja wakielea ziwani. Giana alianguka kwenye kina kirefu na kuanza kuzama na Mia alikimbia na kuruka ziwani kumuokoa kwa mshangao mkubwa. Mia aliogelea kwa ustadi mkubwa na kutumia mbinu ya upumuaji kumuokoa Giana na alimrudisha juu ya maji. Na kila mtu aliyekuwepo anashangazwa na jinsi alivyookoa maisha ya Giana kwa urahisi. Giana alimshukuru lakini Mia alipaniki kwa jinsi kila mtu alivyokuwa akimtazama na akakimbia ndani. Akiwa ndani alitazama kwenye kioo na kugundua kwamba amepata mashimo pembeni mwili wake yanayofanana na matundu ya samaki, yani gills. Huku magamba yakiongezeka kwenye miguu yake kiasi kwamba hawezi tena kuyaondoa. Dakika chache baadaye, Giana aliingia na alimuona Mia akiwa na miguu yenye madoa. Alimuuliza shida ilikuwa nini na kumshauri aende kwa daktari. Mia alikasirika na kumtupia chupa ya kinywaji kwa hasira na kumwambia aondoke. Siku iliyofuata Mia aliamua, kama mbaya iwe mbaya, alienda kwenye sherehe nyingine ambapo alikunywa na kulewa vibaya mno, na alipanda mezani na kuanza kucheza kwa fujo, jambo hilo lililomvutia mmiliki wa klabu, na alimpeleka chumbani ili wakafanye dhambi ya saba. Jana alipogundua hilo, alikimbilia kuzuia wasifanye kitu chochote cha kidinga, maana Mia alikuwa mgonjwa. Waliposikia hivyo, walipata hofu, akihisi wa itakuwa ni ugonjwa kuambukiza, na Mia alipopata fahamu, alikimbilia kurudi nyumbani akiwa na majonzi. Asubuhi ilipofika, Mia aliamka akiwa sakafuni na kwa mshangao mkubwa alikuwa amebadilika na kuwa kama samaki mtu. Ndipo tunajua ukweli kuwa Mia ni samaki mtu mermaid, ambaye alipotea ufukweni akiwa mtoto na kupatikana na wazazi wake wa sasa. Akiwa na mshangao, Mia alianza kukosa hewa na aliruka kwenye bafu na kuwasha maji kwa nguvu. Muda mfupi baadaye nyumba yote inafurika maji na anampigia Giana ili amsaidie rafiki yake anafika haraka na kugundua ukweli mzima kuhusu asili ya Mia. Hata hivyo, badala ya kumkataa alimchukua Mia kwenye gari lake na kumpeleka ufukweni. Walipofika Mia aliomba simu ya Giana na kuwapigia wazazi wake akiwa na nia ya kuwaambia ukweli wote, lakini hakufanikiwa, na aliamini wangeonana tena. Hatimaye marafiki hawa wawili waliagana kwa majonzi na simanzi, lakini Mia alimpa moyo rafiki yake ya kwamba tayari anaujua na anajua asili yake na kwamba watakutana tena siku moja. Mia aliruka majini akifuata asili yake ya ukweli, na ndo mwisho wa movie yetu. Eh bana, hujaangalia movie mpaka uangalia movie. Na hiyo ilikuwa movie kwa jina la Blue My Mind. Eh bana, usahau kusubscribe ili kuweza kutupa support eh, Swahili community.